Leo hii nilisema pamoja na kwamba nakuja kuwasalimia wazazi wangu ili nipate baraka za kuanza kazi hii nzito niliyoaminiwa. Nilisema nitapita nikague miradi. Moja ya mradi niliyopita ni huu hapa. Nimeanzia kule kukagua, nimeshakagua hatua ambayo imefikiwa, nimefika na hapa nimekagua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 kama aendelee na kazi ama asiendelee, anajiamulia. Kama aje kwenye mradi ama asije, anajiamulia. Huyu ni mhalifu akamatwe na asitoke nje ya nchi mpaka jambo hili liishi.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 Naelekeza na wale washirika wetu tunaoshirikiana kwenye mradi huu, ndani ya mwezi huu jambo hili liwe limeisha, watuambie wanaendelea ama hawaendelei. Hii nchi ni yetu, na mheshimiwa Rais ametoka kutuambia juzi wakati anazindua bunge na siku anaapisha, hatuna mjomba, tuna mama tu anaitwa Tanzania na kama hawataendelea, mheshimiwa Waziri wapatie wakandarasi hawa wadogo waliokuwa ambao wame, wame, wamesubirishwa wanababaishwa, wapatie wamalizie kazi. tutajenga tutajenga, na huu ndo mwanzo, tuanze kuwaamini wakandarasi wazawa, na huyu ndo itakuwa somo, akamatwe na AG atafute kama hii hujuma yote hii, aliyotuchelewesha miaka yote hii, na alitakiwa alipe fidia nchi yetu, hajalipa, kama haangukii kwenye hatia yoyote ya kuhujumu Watanzania na kuhujumu maisha ya Watanzania.